Hello, hello, my my people. Welcome back to my YouTube channel. Fine. Uh, wakati mnatupata sisi kama makemboi tunawambia waja kukemboi like, mtu kama mimi ukinipata before uniambia unataka kukemboi, natakanga uniambie shida yenye nafanya kukemboi ni gani, nikipata ni ile shida yenye hata si ya kukemboi, nakuambia pana, we una shida, wea tulia. So leo nataka kuongelea kwa msichana kamoja aka kakuwa hapa juu. Huyu msichana alitoka Kenya alikuwa na wiki mbili, akaingia kwa group. Mimi nikiwa harakati zangu, mimi ukua pisi sana siingii kwa group sana. But ni kama ni Mungu, nikaweza kusikiza kenye kilikuwa kinaendelea kwa group. Nikasikia huyu demu anataka kukemboi. Then mimi nikaacha voice moja, nikasema before mumuke mboise naona chuo nilikuwa nimeona watu wanasema advice hiyo si ya kufanya, afumilie afu mimi mimi mimi nikaona tume tumemaliza hayo maneno, then kwa waruko, kimboisa, mmoja, mjua, kwa kwa wale watu walikuwa wamesema, na na mmoja ambaye ninamjua mwenye mingi. Okay, grupu niko nikipata mtu i just save that number, iko na na save kwenda huko, so nikapata nime nimeisave Ndeni nikaileta mpaka nikaleta evidence kwenye alikuwa tena amepeleka msichana mwingine ametandikwa, nikaleta evidence, nikasema wewe unataka kukemboisha na huyu kwanza. Nikamwambia dada kitu ambaye nilimwambia wewe unataka kukemboisha huyu na ulipeleka fulani akateseka kama fulani fulani. Mimi nikaona hiyo chumba isafika, kumbe kale kasichana pata akakusikia baadaye, kalikemboi na ule na ule dalala. Mimi nikiwa tu nimenyamaza tena nimetulia, one of my friend akanitafuta akaniambia, oya, eh, kuna msichana hapa hapa ako stranded anahitaji kusaidiwa. Nikamuuliza, nataka saidiwa aje? Ananiambia, hapana, huyu msichana anahitaji kazi. Nikamwambia um, okay. Nikaingia kwa group nika, nikauliza kazi nikapata kazi nika tukatafuta location, yule msichana tumutume aenda achukuliwe kumbe ni yule, yule mwenye nilikataza si Kemboi, kumbe ni yule, yule. na mimi sijajua kama ni yeye So mimi nikatumana tukatumana taksi taksi iende ichukue ule msichana, msichana aende kazi, ule mama alimkatalia. Akasema nataki kutoka. Ule mama yeye na lende yake, kumbe walikuwa hao watu ni maraya. Ule msichana alikuwa anatoroka, alifika pale ndani, akapata ule dalala anauza wasichana. Ukifika kwake, anaita wanaume, anakuletea wanaume hapo kwa nyumba, na wewe ni mgeni, utafanya nini? Uwezi fanya kitu. So mimi nimemtafutia kazi wakakataa, siende wakapiga. Then tukiwa nimetulia, uh, this time, kuna siku nilienda ichaza kwa nyumba. Ule msichana akaona rafiki yangu, akaanza ninamutaka ninamutafuta tukatusiana na yeye akaisha. Sasa leo nikiwa nimenyamaza tu nimetulia, nikaingia kwa grupu, mimi nikaingia kwa grupu. Napenda sana kusikiza forwarded message zile zenye ziko forward, kusikiza, nikaona ni ule ule tena Emiri. Huyu hapa ni ule ule tena Emiri, amepostiwa. Amepostiwa na nani? Ile wakati nilimuongelelea, kuna musichana alikuwa anamtetea mpaka alikuwa ananitusi, alikuwa ananiambia uko na wifu, hutaki watu waendelee, hata wewe kuwa dalala. Mimi nikamwambia mimi nimeongea nimemaliza, na sirudi mimi nikanyamaza. Sasa leo hii, hebu msikie nyinyi wenyewe.

Huyo darara Emily amepigia wanaume simu wakuje watandike huyu msichana na wachukue simu yake, na huyu msichana ako na namba ya kabwana na aka kako hapa Kenya kameoa. Huyo darara ndio huyo anampigia. Ni kwetu, hata nienda sawa, haina shida tu. Nimwite, sina mwite akuje, shida ni gani?

lakini mi najua hiyo kunichukia yote ni huyu mtu juu ananiongelesha kila mara, na mimi sijakuja huku kutafuta wanaume imajini, hata kazi sipelekwi juu mwanaume alianza kuniongelesha. Kama ukisema hivyo, ukisema hivyo mboja mboja, ukisema hivyo, mi uliniambia sikia, sikia, mi uliniambia, mi uliniambia sikia, mi uliniambia madamu hajafanya nini? Aja, ha hayuko bwana, anangoja bwanake, si ndio ulivyo. Baada ya kukata kidogo, nikaambia nimesemekana, mimi sitakana, mimi ni mzee. Nikasema ina shida. Sasa unaona kuna vitu mingi miliu, mi sisemi, nazuia hapa mimi, nazuia hapa mimi. Kuna vitu mingi unaniongea, mi siongee, nazuia hapa. Umeona?

Huyo alimalizia wapi? Huyo ako hai? Hao wanaume waliitwa wapewe mbaombao